Tunaporudi kwake kwa Mungu baada ya kutazama na kujua kwamba tumemkosea Mungu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hakuna dhambi ambayo haiwezi kusamehewa. Ndugu zangu, tusiwe kama huyu ndugu. Ndugu yake anapopatikana, badala ya kufurahia ya kwamba ndugu yake amepatikana, hata wiki tena ndugu uitena ndugu yake anasema huyo mwana wako isiorogea

dhambi aweze kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili na sisi tuwe mwadhirifu wa Mungu katika yeye. Kwa hiyo tunapatiwa nafasi ya kuwa wadhirifu, kuwa watakatifu kama baba wa mbinguni alivyo mtakatifu. Tupeleke dhambi zetu kwa sababu hizo ni zetu. A lakini aiai ni, ni mie naizondizu ambavyo tunaambiwa kwamba eteni abizenu, ndio tunakumbuka ile ile ambavyo Jerome aliambiwa na Yesu alipokuwa ametembea mahali ambapo Yesu alizaliwa kule Bethlehemu, na kadiwa kwamba Jerome, ungependa akatazama akaona kama hakuna kila kitu, akasema kama mimi nimekuja kushukuru kwa sababu ya nafasi uliyonipa kuandika mambo mengi kuhusu Biblia Takatifu. Nimeandika vitabu vingi ambavyo nitawasaidia watu. Akaambiwa, hapana, wakati huu niombe chochote ili nikupe. Akasema kile kile ambacho akaomba, lakini Yesu akamwambia, omba zaidi. Chochote alitakisema, aliambiwa omba zaidi mpaka mwisho Jeroma akamwambia. Sasa Yesu, nataka niombe nini? Akamwambia, nipe dhambi zako, nipe dhambi zako. Na hivyo ndiyo tunakumbushwa leo ya kwamba huyu amemfanya yule asiye dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu.